Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu, naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania, John Heche, ameachiliwa baada ya kushikiliwa kwa wiki tatu, huku kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu ikiahirishwa. Tuanzie nchini Tanzania, ambapo makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema, John Heche, pamoja na viongozi wengine wa chama hicho wameachiwa kwa dhamana, hatua ambayo imethibitishwa rasmi na Chadema. Viongozi wengine wa Chadema walioachiliwa kwa dhamana ni pamoja na naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa, aliyekuwa mbunge wa Arusha Mjini Godbless Lema na aliyekuwa mea wa manispaa ya Ubungo Boniface Jacob. John Heche alikamatwa zaidi ya wiki tatu zilizopita bila kufikishwa mahakamani. Baadaye alipelekwa kituo cha polisi na kuhojiwa kwa tuhuma za ugaidi. Sasa ili kufahamu zaidi, muda mfupi uliopita, nimezungumza na Hekima Mwasipu ambaye ni wakili wa John Heche. e, kimsingi e, kama navyokumbuka alikamatwa tarehe ishirini na mbili kwenye viunga vya mahakama kuu alipoenda kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu na akapelekwa Dodoma. Sasa almost kuanzia tarehe ishirini na mbili mpaka siku ya leo alikuwa chini ya eh, eh, polisi so, baada ya kuandika maelezo yake kama tulivyotoa taarifa awali kwa tuhuma zile za ugaidi, hatimaye leo amepewa dhamana pamoja na viongozi wenzake. Labda unaweza kutueleza uh, tu ni viongozi gani viongozi hmm, wengine wa chama cha Chadema walioachiliwa leo? Viongozi wengine ni naibu katibu mkuu Amani Golugwa, eh, mwenyekiti wa kanda ya Pwani ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu anaitwa Boniface Jacobo na mwingine ni mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema. Uh, hao ndo uh, wajumbe wa kamati kuu au viongozi wa chama ambao walijisalimisha baada ya tangazo la polisi uh, Amani Gorugu alikuwa Arusha na jo Godbless Lema alikuwa Arusha. Kwa hiyo baada ya tangazo la juzi la kuwatafuta hawa viongozi wao waliamua kwenda kujisalimisha kwa ajili ya eh, kwenda kuchukua maelezo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hakuna aliyekamatwa kati ya hao isipokuwa wao ndio walienda kujisalimisha eh, katika, katika vituo vya polisi baada ya kuachiliwa kwa dhamana leo. Nini kinafuata? Mapolisi wametoa maelekezo gani? Maelekezo ambayo wamepewa ni kwamba kesho, saa tano asubuhi wa wanatakiwa wakaripoti eh, kituo cha polisi cha Kati, kwa maana Central Police Station, mida saa tano leni watapewa maelekezo mengine baada ya hiyo saa tano na kwamba nini kitaendelea au au na nia gani nyingine baada ya ya hiyo ya, ya, kesho saa tano. Kwa hiyo tutapata majibu baada wao kuripoti hapo kituo cha polisi cha Kati. Mpaka sasa tueleze kifupi tu sheria inasemaje kuhusiana na yale madai au uh, mashtaka ambayo polisi walikuwa wana watuhumu au kuweza kuwahoji kuhusu kimsingi, eh, kuhusu makamu mwenyekiti kwa maana John Heche. Nilishatoa taarifa awali, nafikiri tuzungumza na ninyi kwamba alikuwa anatuhumiwa na tuhuma za kujihusisha na matendo ya kigaidi lakini kwa hao wengine ambao e, viongozi waliokamatwa e, baada ya kujadiliana nao leo wanasema watatoa kauli wao kesho saa tano baada ya kuripoti polisi, kwamba walikuwa na tuhuma gani na wanashtakiwa kwa kitu gani. Wengi wanalizungumzia katika mitandao ni kesi ya mwenyekiti na kiongozi wa upinzani Tanzania, Tundu Lissu, ambaye leo alikuwa afikishwe mahakamani lakini hatukuona akifikishwa mahakamani. Kimsingi mahakama imesema kwa nini yakufikishwa na tutarajie nini baada ya leo. Upande wa jamhuri wametoa taarifa kwamba walikuwa na mashahidi ambao walikuwa natoka eh, mkoani huko Ruvuma. Kwa hiyo kwa sababu ya swala la kiusalama, imekuwa ngumu kuweza kuwasafirisha kuja Dar es Salaam kwenda kuja kutoa ushahidi wao eh, kwenye kesi ambayo amba inamkabili mwenyekiti, lakini vilevile vile, eh, Lisu mwenyewe kwa maana ya eh, mtuhumiwa naweza nikasema, hakuweza kufikishwa leo mahakamani kwa sababu ambazo eh, upande wa jamhuri walieleza mahakama kwamba swala la kiusalama limekuwa kikwazo cha yeye kufikishwa mahakamani na waliomba siku kumi wa eh, wa na nne ili aweze kufikishwa mahakamani, lakini mahakama ikatoa amri kwamba tarehe kumi na mbili kesho kutwa afikishwe mahakamani, nao mashahidi wawepo ili kesi iendelee yende kusikilizwa kama wanavyopanga eh, wao. Kisheria inakuwaje wakati ambapo jamhuri inashindwa kumfikisha mtuhumiwa au mashahidi uh, mahakamani kwa sababu za kiusalama? Kimsingi mahakama eh, inaweza ikaahirisha kesi kunapokuwa kuna reasonable ground au sababu za msingi. Sasa swala la sababu gani ya msingi au sababu gani sio ya msingi ni swala la mahakama kupima uzito wa hoja ya ambayo inataka kuahirisha kesi kwa misingi hiyo. Eh, swala la kiusalama eh, waliona ni sababu ya msingi, ndio maana leo waliamua kuahirisha shauri. Lakini wakasema siku kumi na nne ni nyingi sana, kwa hiyo anatakiwa kuletwa tarehe kumi na mbili ili shauri hilo liendelewe kusikiliza mapema iwezekanavyo. Sasa kama alivyotaja hapo, wakili Hekima kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundulisu iliyopangwa kusikilizwa leo Jumatatu imeahirishwa hadi Jumatano Novemba 12. Upande wa mashtaka umeambia mahakama kwamba ulikusudia kumleta shahidi wanne, lakini hilo halikuwezekana baada ya mashahidi kutoka Ruvuma na Mbeya kushindwa kusafiri kufuatia hali ya usalama iliyotokana na maandamano ya baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Ripoti hiyo ndiyo inatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Sasa tuelekee nchini Uganda ambapo kampeni za uchaguzi mkuu wa Januari mwaka 2026 zimeanza rasmi hii leo. Kampeni hizo zinatarajiwa kudumu kwa wiki kadhaa na kufikia kilele wakati wa uchaguzi wa nchi nzima ambao utaamua uongozi ujao wa Uganda katika ngazi zote za utawala ikiwa ni pamoja na rais, wabunge, wawakilishi wa, wa mabaraza ya wilaya na mamlaka ya manispaa. Tume ya uchaguzi inasema kuwa zaidi ya wagombea 1083 wameruhusiwa kufanya kampeni kwa nafasi mbalimbali mbali. Uchaguzi wa mwaka huu utakuwa nafasi ya kupimana nguvu kati ya chama tawala National Resistance Movement NRM na chama cha National Unity Platform NUP cha mwanamuziki na mwanasiasa kijana Chagulanyi Robert Sentamu almaarufu Bobi Wine. Katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2021, chama tawala NRM kilipata jumla ya wa wabunge 342 huku NUP cha Bobi Wine kikiponyoka na viti 57 pekee. Vyama vingine vilivyojizolea wabunge ni pamoja na FDC, UPC na DP, huku wabunge 69 wakichaguliwa kama wagombea huru. Uchaguzi mkuu wa Uganda wa mwaka 2026 utafanyika Januari 15 na unaonekana kama mtihani muhimu kwa michakato ya demokrasia nchini humo. Aidha, uchaguzi huu unakuja wakati kukiwa na shughuli nyingi za kisiasa na mjadala mpya wa umma kuhusu utawala bora, utoaji wa huduma bora na ushiriki wa vijana katika siasa. Tusalie nchini Uganda, lakini tuende kwa taarifa nyingine. Waathirika wa maovu yaliyotekelezwa na kundi la waasi la Rol Lord's Resistance Army LRA kaskazini mwa Uganda wametoa wito wa kukamatwa kwa kiongozi wa kundi hilo Joseph Kony. Hii ni baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuthibitisha mashtaka thelathini na tisa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa, mwana, kwa kiongozi huyo wa kundi hilo. Mwandishi wetu Shuaib Ibrahim amekutana na baadhi yao na kutuandalia ripoti ifuatayo. Tukutahadharishe tu kuwa baadhi ya maelezo katika ripoti hii huenda yakakukirihisha. Patrick Ocheng mwenye umri wa miaka 28 ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Gulu kaskazini mwa Uganda. Alizaliwa katika kambi ya waasi hao baada ya mama yake kutekwa na kudhalilishwa na kundi hilo Chini ya uongozi wa Joseph Kony. My young gentleman who... mimi ni kijana aliyezaliwa kutokana na mama yangu kudhalilishwa kingono. Historia inaeleza kuwa mama yangu alibakwa kwa nguvu na wanaume watano kisha akawa mjamzito. Ilikuwa ili kuwa siku mbaya mno ambayo waasi walivamia kijiji. Kundi hilo lilisababisha vifo vya zaidi ya watu laki moja na kuwalazimisha zaidi ya wengine milioni mbili na nusu kuyakimbia makazi yao waasi hao pia waliwachukua mateka watoto kati ya elfu sitini na laki moja wengi wao wakilazimishwa kuwa watumwa wa ngono uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya ICC wa kuthibitisha mashtaka dhidi ya Joseph Kony ni wa kwanza kabisa katika historia ya mahakama hiyo dhidi ya mshukiwa ambaye hayupo mahakamani. Hata hivyo, kesi dhidi yake haiwezi kuanza hadi pale atakapokamatwa na kufikishwa mbele yake. Kwanza anapaswa kukamatwa na kisha kukabiliwa na mashtaka haya yote. Lakini waathirika walioteseka kutokana na maovu yake wamesubiri sana. Baadhi yao wameanza pia kufariki. Evelyn Amony alikuwa tu na miaka kumi na moja peke yake wakati alipotekwa na waasi hao akiwa na umri wa miaka 14, alilazimishwa kuolewa na Joseph Kony na walipata watoto watatu. Na kiongozi huyo ameandika kitabu kuhusu maisha yake, Mimi ni Evelyn Amona, Kunasua Maisha Yangu Kutoka Mikononi mwa LRA. Kwa sasa anaishi katika mji wa Gulu kaskazini mwa Uganda, ambako anaendesha harakati za kupigania haki za waathirika wengine wa vita vya LRA. Siwezi kuwa na furaha kama wanawake wengine walienda shule na kupata elimu. Siwezi kufanya chochote. Nataka kutendewa haki pamoja na wanawake wengine waliochukuliwa mateka kama mimi. Zaidi ya miaka kumi na mitano baada ya kumalizika kwa vita vya kundi la waasi la LRA kaskazini mwa Uganda, athari pamoja na makovu ya vita hivyo bado vinadhihirika miongoni mwa walionusurika. Eneo hili na mnara huu ni ukumbusho juu ya ukatili uliosababisha zaidi ya vifo vya watu sabini baada ya kundi hilo kuvamia eneo hili la Lukodi, Gulu, kaskazini mwa Uganda. Olanya Muhammad alikuwa na miaka 17 pekee wakati shambulio hilo lilipotokea, um. Waasi walikuwa wakifyatua risasi na mimi nilikuwa sokoni nikinunua sabuni ya kufua nguo zangu za shule. Tulisikia sauti ambayo hatujazoea, kama vile midundo ya ngoma ikifuatiwa na kupulizwa kwa filimbi. Zilikuwa risasi. Nilikuwa kama nimeshtuka. Alinipiga nikaanguka chini, akanivuruta na nikainuka, na kwa pamoja tukaanza kukimbia, lakini alipigwa risasi ya paja. Baadhi ya familia ya Koni wanasema kukamatwa kwake utatoa fursa kwa kupata majibu ya maswali mengi. Me, hiyo itakuwa furaha kubwa kwangu kumuuliza baadhi ya maswali ninayotaka like, ili anieleze kwa kina kuhusu vita hivyo, ili na mimi niweze kuwa na majibu, kwa sababu watu wengi huniuliza kuhusu vita hivyo. Na huku wengi wakitoa wa wito wa kukamatwa kwa Joseph Kony na kufikishwa mbele ya haki, kiongozi huyo bado hajulikani alipo hadi sasa. Shuaib Ibrahim, BBC, Gulu, kaskazini mwa Uganda. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, Rais Trump atishia kuishtaki BBC kwa sababu ya filamu iliyopotosha kauli aliyotoa kwa wafuasi wake walivomea jengo la Capitol Januari 2021. Karibu tena. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya kiswahili ya BBC. Mimi ni roncliff Odit. Rais wa Marekani Donald Trump ameiandikia barua BBC akitishia kuchukua hatua za kisheria dhidi yake kutokana na filamu iliyoonyesha visivyo matamshi yake kabla ya wafuasi wake kuvamia majengo ya bunge la Marekani mnamo Januari 2021. Msemaji wa BBC amesema barua hiyo inaangaliwa Filamu hiyo iliunganisha vipande viwili vya hotuba yake katika hali ambayo mwenyekiti wa bodi ya BBC ameitaja kama makosa ya kimaamuzi, hali iliyoashiria kwamba tamko la Trump lilikuwa wito wa moja kwa moja kwa wafuasi wake kuchukua hatua. Kashfa hiyo imesababisha mkurugenzi mkuu wa BBC na mkuu wa kitengo cha habari kujiuzulu, japo wamekanusha madai kwamba BBC inaegemea upande mmoja. Ahmed Bahaj anawasilisha taarifa ya David Silito. Jumatatu asubuhi katika jumba la Broadcasting House Mkuu wa kitengo cha habari cha BBC anawasili katika taasisi ambayo kwa sasa anaiaga na vilevile vile kuitetea vikali like say... ningependa kusema kwamba imekuwa fahari kubwa kwangu kulitumikia shirika la BBC kama afisa mkuu mtendaji wa kitengo cha habari na kufanya kazi na kundi la wanahabari wenye ueledi wa kazi. Nimejiuzulu wikendi iliyopita kwa sababu jukumu lote la wajibikaji ni langu na ni mimi wa kulaumiwa, ila ningependa kusema hili wazi kwamba BBC News haiegemei upande wote kwenye taarifa zake. Ndio kwa maana BBC ni kituo chenye taarifa zinazoaminika kote duniani. Shutuma hizo za kuegemea upande mmoja zilianza kwenye ripoti ya gazeti la The Telegraph iliyochapishwa wiki jana, ikitaja malalamishi kuhusu makala maalum ya Panorama na hasa video fupi ya hotuba ya Rais Trump: tutatembea hadi majengo ya bunge ya Capitol Hill na nitakuwepo nanyi na tutapigana tutapigana vikali na, msipofanya hivyo basi hatutakuwa na nchi tena. Sentensi hiyo imetokana na pande mbili tofauti za hotuba hiyo ya Donald Trump kuunganishwa pamoja. Katikati yake kuna dakika 54 ya maneno mengine aliyoyasema Rais Trump, ambapo sasa rais huyo anaishutumu BBC kwa kuwa wafisadi na kutosema ukweli, ambapo Jumapili mkuu wa kitengo cha habari na mkurugenzi mkuu wa BBC walitangaza kwamba wanajiuzulu. Katika taarifa yake mkurugenzi mkuu Tim Davis alisema na hapa ninamnukuu: japo hiyo siyo sababu ya pekee mjadala wa hivi punde kuihusu BBC News bila shaka umechangia pakubwa uamuzi wangu. Kwa jumla BBC inatekeleza vyema majukumu yake, lakini pia kumekuwa na makosa yaliyofanyika, na kama mkurugenzi mkuu nimechukua jukumu la kulaumiwa. Mwisho wa nukuu. Na sasa baada ya siku kadhaa habari kuu kuhusu taarifa hiyo na wawili hao kujiuzulu, mwenyekiti wa bodi ya BBC amezungumzia ya maswala yaliyoibuka. Amesema ndio, taarifa hiyo ilihaririwa picha visivyo na hali hiyo ilipotosha, ila amekanusha madai kwamba walio katika ngazi ya juu kwenye BBC wamekuwa wakijaribu kuzika shutuma zaidi kuhusiana na swala la kuegemea upande mmoja. Mwenyekiti huyo hii leo amejibu shutuma zilizotokana na ripoti kutoka kwa mshauri wa zamani wa kibinafsi wa BBC, Michael Prescott. Tumechukua hatua na inahusiana na mambo mengi kutoka kwa makosa yaliyorekebishwa tulipokosa hadi kwenye visa vikuu kuu ambavyo bwana Prescott hajavizungumzia. Na tumepokea kutoka kwake pendekezo la kutoa adhabu kwa wahusika. Pili, inapohusu suala la matatizo yanayochangia hali kuu, tumehakikisha kwamba kumefanyika mabadiliko machache kwenye uongozi wa vitengo husika. Na swali lingine ni kwa nini BBC inajibu swala hilo sasa? Nimesikitishwa sana na taarifa za Tim Davie kujiuzulu. Ninadhani kwamba alikuwa kiongozi mtendakazi hapa BBC. Ninadhani pia kuwa alikuwa mtetezi mkubwa wa shirika la habari linaloangazia utendakazi mwema kwa umma, lakini hatuwezi kukwepa suala la kuwa alikuwa sio mwepesi wa kuchukua hatua kuhusu suala hili. Mwongozo wake Tim Davies akiwa uongozini BBC uliwapatia watazamaji imani na wasikilizaji vilevile kwa kutoegemea upande wowote masuala ambayo yatasalia kupewa kipaumbele na yule atakayemrithi. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukaporejea, mkutano mkuu wa mabadiliko ya tabia nchi duniani COP30 waanza rasmi nchini Brazil, lakini je, Afrika ina chochote cha kutarajia? <mucho> Karibu tena. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Odit. Mazungumzo ya mkutano mkubwa duniani wa Umoja wa Mataifa mabadiliko ya tabia nchi COP 30 yameanza katika jiji la Belem lililopo katika eneo la Amazon nchini Brazil. Rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva alipiga picha ya pamoja na wakurugenzi wa COP 30 katika mwanzo wa mkutano huo. Anasema anataka mazungumzo hayo yatoe tangazo halisia la kupunguza uzalishaji wa gesi chafu duniani na kuthibitisha nguvu ya nchi kushirikiana kushughulikia changamoto za pamoja. Hata hivyo, viongozi wa Marekani, China na India hawatahudhuria. Tusalie katika suala hili la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa wakati mwingine, sio lazima mabilioni ya dola au nguvu kubwa zitumike katika kutimiza malengo ya kuwa na mazingira bora. Katika eneo la Taita Taveta, kusini mwa Kenya, jamii inabadilisha sherehe ya kuzaliwa na kuifanya kuwa mtoto na kufanya kuwa mtoto kuwa chanzo cha hatua ya kubadilisha mazingira. Wakati mtoto anapozaliwa, yeye huletewa zawadi ya miti kumi ambayo anapanda nyumbani na shule iliyo karibu. Mpango huo wa mti mtoto unalenga kurejesha mazingira katika hali yake ya zamani na kusaidia Kenya kutimiza lengo lake la kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Peter Mwangange alikuwa Taita Taveta na kututumia taarifa hiyo. Miaka mitano iliyopita Mkanjumwa Mwandisha alijifungua mtoto wake wa kike kwa jina wa Kesho hapa Uundanyi, Kaunti ya Taita Taveta, kusini mwa Kenya. Kama zawadi aliletewa miche kumi ambayo alipanda hapa shambani na pia shuleni. Miti hiyo sasa imekuwa na kumzidi urefu wa Kesho, huu ukiwa mwanzo wa funzo muhimu kwa mtoto huyu kuhusu utunzaji wa mazingira. Wakati alianza, alianza kukua, nilimpeleka shambani nikamwonyesha, kwamba hizi miti uliletewa zawadi wakati ulizaliwa, ili ujue maana ya miti, upende miti ukiwa mtoto, na ikiwezekana kila wakati unaadhimisha mwaka wako wa kuzaliwa upande miti mingine. Kwa hivyo nikamweleza pia umuhimu wa miti na jinsi ya kuukuza, kulimia, kuweka mbolea Mkanjumwa ni miongoni mwa wanawake wanaohusika katika juhudi za kuimarisha mazingira ya hapa ambayo kwa miaka mingi yalivutia kwa ubora wake, ila sasa yanabadilika, lakini kuna matumaini. Uh, huyu ni mtoto wangu wa kwanza anaitwa Ines zaidi ya kulima tu shambani uh, chakula kutu ya kutusaidia kwa nyumba. Sijaipanda miti leo, ndio siku ya kwanza niliyopanda miti ambayo nimeletewa, lakini pia mimi nitajitahidi, nitafute nyingine niongeze hapa. Wanapanda miti ya kienyeji ya matunda pamoja na miti kutoka sehemu zingine. Baada ya hapo, hatua muhimu inafuata ambapo wanatumia teknolojia inayofahamika kama geotagging kwa Kiingereza ili kutambua sehemu halisi ambayo miti hiyo inapandwa. Kwa sasa, uh, jumla ya miti katika kaunti ya Taita Taveta iko asilimia 6.8 nukta uh, na lengo letu kama nchi tunataka tuwe na asilimia 30. Ikiwa ikifikia upande wa msitu, kwa sasa kaunti ya Taita Taveta kwa ujumla asilimia 3.4, na kama nchi tunataka tuwe na asilimia kumi ikifikia mwaka elfu mbili thelathini na mbili tuko tunatazamia sana. Tuko tumekuza kwa sasa miti elfu mia moja. Lakini lakini unavyoongea leo tuko katika miti elfu thelathini na sita. Malengo yetu makubwa zaidi ni kufikisha miti elfu mia mbili mwisho wa mwaka, mwaka ujao. Hela imekuwa kidogo. Mradi huu nimekuwa nikiufadhili kupitia kwa foundation yangu eh, na imekuwa kwamba ni si rahisi. Mche unakuwa mti, mti unakuwa msitu. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanaonufaika sio tu wakazi wa maeneo ya mlima kama hapa, lakini pia wale wanaoishi katika maeneo ya chini ambayo ni kame zaidi na ambao hutegemea utalii kwa kipato chao. Mazingira ya hapa ni muhimu kwa maeneo ya karibu ambayo ni pamoja na hifadhi maarufu za kitaifa za wanyama pori za Tsavo East na Tsavo West. Ukaribu huu umeleta changamoto za mwingiliano wa wanyama na binadamu, hasa hali inapokuwa ngumu kwa wanyama. Upande wa chini tulipata na hatari mingi kwa sababu kulikuwa kumekuwa dry, yaani kulikuwa kumekauka na wanyama walikufa sana, wanyama wa porini, wanyama wa kufuga, wote walikuwa nakufa kwa sababu kulikuwa hakuna chakula ya kutosha. Hizo mbuga zinahitaji maji kwa wingi, zinahitaji chakula cha wanyama, zinahitaji ma, mazingira itunzwe kwa sababu wanapokaa makao mabaya ndio tunaona wanapendezwa na nje watafiti pia wanatumai kuwa mpango huu utaimarisha maeneo yanayopendelewa na kutumiwa na spishi tatu za ndege walio hatarini kutoweka ambao wanapatikana katika eneo hili pekee. Ndege hao ni Taita Apalis, Taita Thrush na Taita White-eye. Idadi ki yake imekuwa ikipungua kwa sababu mahali makazi yake yameendelea kupunguzwa, kwa mfano kupitia kwa watu kufyeka. Jambo la pili, yeye mwenyewe kwa sababu wamekuwa wachache, sasa wamekuwa wakizaana wenyewe kwa wenyewe, sasa mili yao inakuwa mvivu na mapungufu fulani, kwa mfano ya kutozaa mayai kwa wingi. Mazungumzo kuhusu ubadilikaji wa hali ya hewa hufanyika katika ngazi za juu. Wakati hivyo inavyofanyika, mwananchi wa kawaida huwa haelewi, kwa kuwa maneno makubwa yanatumika. Miradi kama hii inasaidia watu kwenye vijiji kuelewa kuwa tukipanda miti tunasaidia jinsi gani kwa maneno ya ubadilikaji wa hali ya hewa. Kwa mtoto wa kesho, kesho yake ni ya matumaini, jamii ikitumai kuwa yeye na wenzake wataendeleza kazi hii na kuipokeza kwa kizazi kijacho. Pita Mwangangi, BBC, Undanyi. Taarifa hiyo inahitimisha matangazo yetu ya Dira ya Dunia usiku huu. Niseme shukran sana kwa wale wote walioandamana pamoja nasi na kwa niaba ya Ahmed Bahaji aliyekuwa msimamizi wa matangazo haya, mimi naitwa Ron Cliff Odit na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu wa mbo <tune>